Pasipo amani hakuna maendeleo. Sasa kama tunataka maendeleo ambayo ni ni, ni, ni, ni, ni tunu, yani ni, ma, maendeleo ni sharti, ndio ndio lengo la utu, tusivuruge amani. Tunawasihi wananchi wote waendelee kushughulika na shughuli zao za uchaguzi kwa utulivu, upendo na kuheshimiana bila y kuchochewa na taarifa za uoga au pro propaganda zinazolenga uvurugaji wa amani. Amani yetu ni tunu ya taifa letu. Hivyo tuilinde kwa kila namna na wivu mkubwa. Ni siku ya kupiga kura. Kila mwananchi anajua ni jukumu lake kupiga kura na kumchagua kiongozi atakayeweza kutuongoza sisi. Kama viongozi, jukumu letu kuwaongoza wananchi na kuwakumbusha kuwa wa tarehe ishirini na tisa ni siku ya kupiga kura.